Yeah, so hivyo ndivyo situation ilivyo bwana, ni kwamba show ambayo ameifanya Davido kule Dubai bwana, ni kwamba Diamond Platinumz alikuwa ni mmoja kati ya surprise guest on stage, na of course Diamond bwana, amejitahidi sana na yeye pia kuwepo pale ya yeah, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ana perform na mshikaji wake wa kitambo eh, Davido kwa sababu unachotakiwa kufahamu eh, unachotakiwa kufahamu ni kwamba ile collab ya kihistoria kati ya Diamond na Davido My Number One remix ni moja kati ya nyimbo ambazo zilifanya revolution kwa mziki wa Diamond. Diamond akaanza kufuatiliwa na wa Nigeria pamoja na watu mbalimbali mbali. Kwa ujumla tunaweza kusema kwamba Diamond akaanza kufuatiliwa na almost Africa nzima. Na sababu ya hayo yote kutokea ni remix ambayo Diamond aliifanya na Davido katika wimbo huo wa My Number One remix. Forever, lakini pia baada ya kufanya hivyo jambo ambalo tumekuja kulishuhudia bwana, ni kwamba baada ya Davido kufanya remix ya wimbo huo wa My Number One na Diamond Platnumz, tumekuja kushuhudia hapa bwana, kwa mara nyingine tena wamekuja kuperform on stage huko Dubai. Na hii ilikuwa ni show ya Davido, lakini Diamond Platnumz alialikwa kuenda na yeye pia kufanya surprise performance. Na hii ilikuwa ni momenti ambayo ilikuwa ni nzuri sana, na watu wengi sana, kiukweli, wamefurahia kuona tukio hilo, wengine wakiwa wanaomba kwamba wawili hawa bwana, itapendeza sana kama wakifanya kolabo ya pamoja kwa mara nyingine tena. Ya yeah, so Diamond bwana alipanda on stage na watu wengi sana bwana eh, ni kwamba eh, watu hapo wamekuja kuweka maoni yao. Kuna wengine hapa wamekuja wameponda. Kwa mfano kuna mtu hapa amesema kwamba bwana Diamond huko Dubai wanamuona tu kama besti naso mwingine amesema kwamba bwana Wabongo we, wameamua tu kumsema vibaya Diamond. Kuna peji hapa imekuja meripoti, wameandika kwamba e bwana msanii damu, msanii damu Platnumz ameonyesha upendo kwa msanii mwenzie Davido kwenye shoo yake Davido huko Dubai kwa kupanda jukwaani na kuimba baada ya nyimbo zake, baadhi ya nyimbo zake. Lakini pia vilevile vile, wengi waliguswa sana baada ya kupigwa nyimbo ya my number one remix ambayo ilifanya wasanii hao wawili e, walifanya pamoja mnamo mwaka 2013 A, kuna mwingine hapa peji nyingine hii hapa amekuja ameandika kwamba Davido ameamua kuwafanyia surprise mashabiki zake kwa kumpandisha superstar Diamond Platnumz kwenye stage huko nchini Dubai na tumeona hapa wakati Diamond anaimba ile nyimbo ya My Number One bwana, tukaona Davido alikuwa yuko na furaha mno. Davido alikuwa anaruka ruka, Davido alifurahi kupitiliza eh, bwana. Lakini hapa pia kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba Davido na nadamo Platnumz Coca-Cola Arena huko Dubai, hii ni iconic eh, moment Kuna page hapa amekuja ameandika kwamba bwana, Number One remix, moja kati ya kolabo kubwa na yenye historia kubwa sana kwenye muziki wetu wa Afrika Mashariki. Mwisho wa siku imebaki history, Diamond Platnumz your favorite eh, kwa hapa Afrika hey. Uh, watu wengi sana wanasema kwamba hii ni kolabo ya kihistoria kutokana na kwamba kolabo ya Number One remix ndiyo kolabo ambayo imemfanya Diamond kumweka katika ramani ya mziki Afrika kwa ujumla. Umeona bwana eh? Yaani, kolabo ya Number One remix bwana ndiyo kolabo ambayo imemfanya Diamond eh, uh, awe uh, msanii wa Afrika nzima. Kuna peji hapa ya kinyamwezi kabisa kutoka huko Marekani wameandika kwamba Damo Platinum surprise fans as he joins Davido on stage 5 Alive tour in Dubai. <mimics> Alafu, hapa kaandika kwamba bwana, the crowd went wild as the father and son duo performed their hit collaboration number 1 remix making one of the most memorable memories of of the night. Fans cheered as Diamond showcased his signature energy, and charisma, providing once again why he remains on the on top of the African biggest music icons. hapa wamemaanisha kwamba <coughs> E, hapa wamemaanisha kwamba e, bwana, mashabiki wamechanganyikiwa kabisa baada ya kuona kurejea kwa baba na mwana katika performance ya collaboration yao bora kabisa number one, remix ambayo imekuwa ni moja kati ya nyimbo ambazo zimeleta memory ambayo zime zimeleta kumbukumbu ambayo itadumu katika usiku, kuanzia usiku huu. Mashabiki wamepiga kelele baada ya Diamond kuonyesha uwezo wake mkubwa wa kucheza pamoja na ucheshi wake jukwaani akiwa anaonyesha pia vilevile vile kwa nini anaendelea kuwa, ms kuwa msanii mkubwa na iconi wa mziki Afrika. So moja kwa moja, ngoja tucheki maoni bana, e, ya wadau mbalimbali ambavyo wamekuja kuripoti kuhusiana na hiki ambacho kime e, kimetokea hapo on stage <laughs> baada ya Diamond kupanda jukwani wakati David ana perform eh, ni kwamba hapa kuna watu wamekuja kuweka man, maneno yao. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba huyu ndo msanii ambaye Mario amemwita Kenge mwenye shobo. Kuna mwingine amesema kwamba bwana, jamaa ameamua tu kufuata upepo. kuna mtu mwingine amesema kwamba huyu ndo Kenge mkubwa aliyemuita Mario hapa, okay. Hii issue ya comment hizi za Mario zimekuja nyingi kwa sababu watu wanamtajataja Mario na kusema Kenge Kenge ni kutokana na kwamba eh, Mario bwana, siku ya jana aliweka ujumbe kupitia ukurasa wake wa Instagram, akawa akiwa anajigamba kwamba alitaka kuachia ngoma ambayo, alikuwa anataka kuachia ngoma ambayo ingekuwa ndiyo ngoma bora zaidi. Hiyo ni ngoma ambayo alitaka, alitaka aachie siku ya tarehe nane. Lakini kwa mujibu wa Mario mwenyewe amedai kwamba imeshindikana kuachia ngoma hiyo kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake, lakini akadai kwamba nyimbo ambayo angetaka kuiachia bwana, ingekuwa ndio nyimbo bora zaidi kwa upande wa Tanzania na watu wangeelewa kwamba kwa nini yeye ndiye msanii mkubwa na hakuna msanii mwingine yeyote ambaye anaweza kusogelea moto wake. Na mwisho wa siku Mario baada ya kuandika ujumbe huo mrefu akamalizia kwa kusema kwamba yeye sio miongoni mwa hao kenge wengine. Kwa hiyo sasa hii ni neno ambalo wadau wakawa wamelibeba kwamba wasanii wengine Mario amewaita kenge, na ndio maana hapa bwana, katika peji hii na ya kila katika peji nyingi ambazo zimeposti kuhusiana na tukio la Diamond na Davido huko Dubai, watu wengi sana wamemwita wame Diamond kwamba ni kenge kutokana na reference ambayo Mario aliitoa kwa wasanii wenzie. Ya yeah, so hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini at the end of the day, na wewe pia ukiwa kama mdau bwana, hebu weka maoni yako katika comment section hapo chini eee, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa e, mdau wetu, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.